Siku hizi mafuta yale ya mimea yanachomwa yanapitishwa kwenye nini, yanapiga yanakuwa refined, super extra refined, mpaka yanapoteza kabisa zile zote vitu, yanabaki tu ni yanakuwa ya ya ya ya, ya, ya, ya, ya tu ni ni yanasababisha, yanabaki tu ni sehemu ya kwenda kusababisha inflammation kwenye mishipa. Sasa utaniambia eh, anasema mafuta ya mimea mebaya? Ndiyo nakwambia, mafuta ya mimea mabaya kabisa. Nikwambie mafuta ya mimea uniambie uje uje, nikwambie kwa sababu siku hizi naenda madumu na madumu, tunakula mafuta yenye afya mafuta yenye afya, madumu na madumu, mwaga madumu madumu, alafu ukikuta inflammation nyingi allergy nyingi hivi. Unajua mafuta ya mimea yanaweza etana allergy. Unajua unaju nta sijui wanaweka nini, mimi sielewi. Nimekutana na watu akila tu mafuta ya alizeti allergy. Sijui wanaweka nini sijaelewa. Alizeti ile ile ya zamani mbona ilikuwa na siku hizi haipatikani hata ile ile, tulikuwa tunachukua kwa nenda Singida nini kule Singida nani haipo. Sasa siku hizi ameshachukuliwa watu wameingia na watu, sasa nipe sana nipe nini nipe hiyo nipe hiyo nipe hiyo. Kwa hiyo imekuwa tena, pressure ndio zimeongezeka, yani tangu tuanze kugeuka kula mafuta ya mimea, ndio pressure zimeongezeka, ndio kisukari kimeongezeka, ndio matatizo yameongezeka, allergies zimeongezeka. Kwa nini? Nijiulize, si pressure zitakiwa zishuke? Sasa magonjwa ya moyo ndio yamefanyaje yameongezeka kwa nini? Wakati tumehama tumerudi kwenye hali ya ulaji wa kawaida, kwa nini? Kwa sababu watu wanafanya biashara na roho za watu, watu wanafanya. Na mimi nawashauri hivi, kwenye makambi yetu, mnisikilize, makambi yetu tunatakiwa tugeuze staili, sehemu ya makambi yetu kubwa tuhubiri afya Mtanichukia basi, mi nitarudi Kinondo mkinichukia. Yaani, mwanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho, unakaa kabisa, nimetulia hivi, unakaa asemavyo nabii kuhusu ulaji, hamna hamna, hiyo ustaki. Kwa hiyo watu ni wagonjwa, watu wanaumwa, watu wanapoteza hela nyingi hospitali, kwa sababu tu ule mfumo wa ulaji uliotakiwa haufuatwi na sasa tumegeuka hatufati kanuni za afya, tumegeuka sasa na, na, na mfumo tofauti kidogo unaitwa, e, e, force revival, yani tuna uamsho bandia. Wewe unavunja kanuni za, za bwana makusudi kabisa unazivunja kabisa, alafu nataka tu sasa tuje tu tuseme tu sasa tuombe tu, bwana tuombe bwana tuombe. Fata na utaratibu, tutaomba sawa, lakini fata utaratibu wa bwana kula vizuri, piga mazoezi, pumzika. Ah, mbona mna nyuso zenu zimegeuka? Mbona mnataka kupanda? Mbona mniangalie vizuri, jamani. Bwana asifiwe! Si waone vizuri, jamani. Bwana asifiwe! Unajua uamsho bandia ni huu: vunja kanuni za Bwana, tutakuja kukuombea. Ishi utakavyo, tutakuombea tu. Huo ni uamsho bandia, na, na matokeo yake shetani ataingia kwenye huo uamsho, au usisitize, hata usisitiza kwa kufanya miujiza ya uponyaji kwenye huo uamsho bandia. Na baadaye mtasema kanuni za nini? Bwana wewe usituambie ulaji, tutaenda kuomba. Kanuni za nini sisi, tutaenda kuomba. Mungu ameweka sheria za asili za ulaji. Siku hizi hakuna, sizisikii kanuni za ulaji, sizisikii. Zamani tulikuwa tunaenda mbele kabisa, tunasema Usichanganye matunda na mboga ya za majani pamoja hivi, ulisoma hiyo siku hizi mnaisikia? Siku hizi utakuta mezani matunda mengi na mboga za majani nyingi, zote unachukua matunda mengi na mboga za majani unachanganya humo. Tulikuwa nasikia kanuni za zamani, usiweke sukari kwenye maziwa. Ulisikia hiyo, si ulisikia? Mimi nilisoma huko 90 ngapi huko 90 na kitu. In fact, mimi nimefanya matengenezo 1998, nikaacha mambo ya ulaji wa vitu vingine, nitakuja niwaambie baadaye. Nilikuwa nasoma afya na raha huko. Siku hizi ah, haina shida. Kuna research nyingine imeshasema utafiti, eh, upelelezi kama ule wa Musa. Tuna upelelezi, tunapeleleza Kanani, tunapeleleza Kanani, sasa tunapeleleza Kanani, matokeo yake utapata. Mungu, Mungu yuko hivi, akisema jambo, amesema Ukimrudia unasema bana, naomba ni, nifanye utafiti kidogo kuhusiana na hii. Ndio anakuambia niache, anakuambia afanye utafiti. Ah, nimeona matokeo, kuna utafiti anasema haya, endelea. Muulize Balaam, anaambia usiende, afu anaenda kuomba maombi ya kukesha, anaambia baba nienda, ambaye nenda. Afu anamsubiria njiani amuue. Kwa hiyo Bwana alichosema, tukitafute hicho. Ndicho chakula Bwana alichosema, hicho ndicho kinywaji Bwana alichosema, hiyo ndiyo kanuni. Na kanuni hizi ni za asili. Mungu ajipingi mwenyewe, hawezi kutoa kanuni alafu baadaye akaipinga mwaka elfu mbili na ishirini na ngapi. Hapana, kanuni ni ile ile aliyoitoa zamani, ndio hiyo hiyo. Vyakula vya wanga vipo, tule wanga. Tena naambiwa kabisa vyakula, katika hivi vyakula ndio vitakuwa vyakula vyenu, kila mche ambao ndani ya matunda yake na nini, ndugu zangu, yana mbegu, ndiyo vitakuwa vyakula vyenu, na vitakuwa vyakula vya wanyama. Hata siku hizi wanyama wanakula vyakula vizuri kuliko binadamu, maana unakoboa ule mahindi unayakoboa. Ukisha yakoboa, unachukua ile pumba yote na kile kiini. Kile kiini kina mafuta, kina protini, kina vitamini. Kile kiini, kile kiko totipotent, kiko E kiko true, eh, pluripotent, yani kina, kina potensi, kina, kina, kina ndio maana ndio kinaota. Simeshaona kile kile kiini unakitoa chote kile kiini alafu, unachukua wanga tukale kile kinani, alafu yote haya unaenda unawapa nguruwe unaenda unawapa kuku na ng'ombe. Hivi ulishaona ng'ombe amekosa choo? Kuna daktari ambaye anatibu constipation ya ng'ombe? Kwa nini ng'ombe ana constipation? Utasema aya bwana, alivyoumbwa tumbo lake, we angalia. Halafu hata ukinenepa, mimi na ng'ombe pale nyumbani, hata ukinenepa, unakula vizuri, ukanenepa, unakula vyakula ambavyo sio mafuta mabaya wala nini, hata ukinenepa, unanenepa, lakini mishipa haijai mafuta. Jamani, Bwana Yesu azivee sana Ng'ombe, kuna ng'ombe pale nyumbani dume lina kilo kama mia saba, liko dume, liko pale, liko hivi, halina presha. Yani dume <laughs> nene, lakini halina presha, limekaa pale nene. Hili mbona ng'ombe ana presha hivi? Ulishasikia ng'ombe ana presha? Eti nani anapima presha ya ng'ombe? Daktari wa presha ya ng'ombe ni nani? au kuna ng'ombe mwenye kisukari, ulisikia? <laughs> Jamani, kuna kisukari cha ng'ombe? Umeshaona kisukari cha ng'ombe? Mimi na mchallenge yangu. Ah, tumedrift, ile ile nini wanasema yani appetite ile tumeiachia, yani hatujali tena, tunakula nini, tunakunywa nini. Na siku hizi hapa mjini, sasa hapa hapa mjini imekuwa shida hapa kila mtu anakuja na nyinyi hamwezi kusema no. Yaani ubongo wa mbele siku hizi hausemi no, hapa pameharibika ile will power. Yaani chakula, shetani anachofanya anakuharibia chakula, akikuharibia chakula uwezi, u, ile mbegu anaiharibu na siku hizi anaharibu mbegu GMO, manini ili aharibu hapa. Akisha haribu hapa, prefrontal cortex hapa ikiharibika, huwezi kusema no. Sasa unaanza kuongozwa na mwemko na hisia Am, ile, ile limbic system eh, amygdala, unaanza kwa hiyo, ikipigwa tu kama kitu inapigwa pale, ikipigwa eh, ilimradi tu inapigwa vizuri, ile ikishaanza, ni hivi tayari reasoning haipo tena. Una ndio kama Waisraeli, wakaenda kule, walipofika wakapigiwa kitu, walipopigiwa kitu wakaona mambo yote ni, wakaanza na kuabudu sanamu. Chakula kikiharibiwa utaabudu tu sanamu, chakula kikiharibiwa uta dansi tu tena, utaanza polepole, utakuta unaanza kutingisha mguu kidogo kidogo, baadaye unaanza kutingisha mguu, baadaye mgu. Unaanza una, nani unasema ni mageni yule au ni nani yule unasema <laughs> nilikuwa katikati ya watu wengi <laughs> kwa sababu ile will power, ule uwezo wa kusema no, ule uadui uliowekwa na Mungu kati ya shetani na watu wake umeondolewa na shetani, ndio ana, anafanya hicho anatuletea vyakula vyote vinavyojulikana ambavyo sio vyakula vyakula wiki, sio chakula. Kwa hiyo kuna chakula kinaitwa chakula cha malaika, chakula cha mbinguni, wakala chakula cha mbinguni. Siku hizi hatujali tunakula nini. Kwa hiyo tunaenda tu, ili mradi imeenda, Mungu atusaidie. Lakini kwenye chakula hapo kuna vitu vinaitwa vitamini. Vitamini, vitamini ndio inatoka kwenye matunda pamoja na nini, ndugu zangu, na mboga za majani, lakini kuna ita, vinaitwa, nyuzi nyuzinyuzi au faiba. Hiyo ndio inatoka kwenye ganda lile la nje, ganda la nje la nafaka, okay, kwenye mahindi lile ganda la nje ndio lina lina lafage lina faiba. Sasa sikiliza nikwambie siri moja, ile faiba nyuzi nyuzi zile za kwenye lile gamba la nje inachofanya ni hiki kwanza, ikiingia kwenye mwili, unapokula mahindi yasiyokobolewa, ama kungekuwa na mchele usiokobolewa hivi. Siku hizi mchele upo uliokobolewa, usiokobolewa hupo. Zamani tulikuwa tunatwanga hivi, na harufu yake ilikuwa nzuri kwa natwanga yani. Kwanza siku ya mchele, siku hiyo unaenda unaoga mapema, maana unanukia kuanzia huko, unaoga mapema. Halafu ufanyi dhambi siku hiyo, usije ukachapa ukafungia nje, kwa sababu wali unanukia. Siku hizi wali sijui umekwaje. wali siku hizi hata wali ni makapi, yaani sio wali ule ulikuwa mnatwanga kwanza. Mkitwanga mkitwanga yani unaanza kusikia harufu yake, wali unavutia, wakiweka hata nani, ukishika ile pafu ile unapiga hivi yani. ah, jamani bwana, si mbaya sana. Siku hizi wali mweupe, tena mweupe ndio una bei kubwa, hauna faiba ule, faiba imeondoka. Sasa ile fiber inapoingia kwenye mwili ikifika, kama umekula sumu mbalimbali mbali, si wanaweka madawa kwenye nani, madawa kwenye kupulizia nini, mahindi labda yale ma, e, insecticide na manini eh? Yanapoenda ile fiber ikifika, ina engulf yani, inaifunika ile sumu kwa ndani, unanielewa, halafu inatoka nayo nje hivi maana hata choo unatoka mapema, una, choo kinakuwa mapema. Kwa hiyo inafunika ile toxins zote, yaani ni muujiza huo, alafu inatoka nazo nje. Lakini kama wewe unakula mahindi yaliyokobolewa, yani zile sumu zikiwepo, zinabaki humo, zinachomachoma choma huko, zinachomachoma choma huko. Na shangaa siku hizi leukemia imekuwa nyingi, leukemia, leukemia, ile saratani ya damu nyingi. Masumu haya ma insecticide, ma pesticide, sio na manini yanaleta leukemia mamekuli manini yanaleta leukemia. Mungu atusaidie tule wanga usio kobolewa jamani. Bwana Yesu azive sana tule nafaka isiyo kobolewa.